Hatimaye msanii mpya kusainiwa WCB Wasafi imeshakuwa siku kadhaa sasa, toka Diamond Platnumz alivyoahidi kuwa atawasaini wasanii wawili ama msanii mmoja kutoka BSS. hatimaye ahadi hiyo ya Diamond Platnumz zimekamilika siku ya leo kupitia huu mkataba ambao tunauona hapo. Huu mkataba ni wa kumsaini msanii mpya toka BSS. Apokuwa kuna wengine wanasema huyu msanii mpya ambaye atasainiwa alikuwa tayari pale pale WCB muda mrefu. Kwa hiyo hapa kuna sosi mbili: msanii ambaye atakuwa ametoka kwenye BSS ama msanii ambaye alikuwepo tayari pale WCB. Kati ya hapo mojawapo inawezekana, kulingana na mkataba huu hapa anavyoonesha, japo mkataba huu hajatuonyesha kwa urefu, lakini ametudokezea kidogo tu. Nitausoma kama ifuatavyo. Kwanza kuna maneno ambayo yameandikwa kwa ukubwa hapo juu, ameandikwa a new icon is coming, yani kuna staa mpya anakuja kutoka WCB. Haya ni maneno yameandikwa na Diamond Platinumz yeye mwenyewe, lakini kwenye mkataba ambao tunavyoona hapa uh, umesema hivi: mkataba wa kujiunga na kampuni ya muziki. Kwa hiyo hicho ndio kichwa, lakini maneno ya chini yanasema hivi: mkataba huu unaingiwa leo tarehe 18 mwezi wa tatu mwaka 2025 Wasafi Limited WCB, kampuni iliyosajiliwa kwa sheria za Tanzania, fanya shughuli za sanaa, yenye makao yake makuu Mbezi Beach, sanduku la posta 15260, Dar es Salaam. Alafu kuna maneno haya hapa chini yameandika katika mkataba huu itajulikana kama kampuni, alafu kwenye mabano sapo. Alafu chini kuna na, kwa hiyo hicho ndio kidokezo cha mkataba ambayo ametuonesha Diamond Platinum. Tegemee sanii mpya kuja WCB.